alright welcome again to another tutorial of the topic complex numbers so in this tutorial we're going to learn how to multiply and divide complex numbers in in polar form eh huko nyuma tulisoma zikiwa kawaida eh sasa hivi sasa zikiwa kwenye polar form how are we going to do it so let's say we have two complex numbers eh moja itwa z1 mwingine itwa z2 so z1 ndo hii r1 um cos theta 1 jumlisha i sin theta 1. Hii ndo complex number z1. Alafu complex number z2 sasa ni r2 so tuna cos theta 2 jumlisha i sin theta 2, ya yeah. So we want to find the product of these two complex numbers. Itakuwa ni ngapi? So manake nitachukua z1, eh huyo ndo z1 eh alafu nitazidisha sasa e, tutumie nyota, nitazidisha na nani, na z2. Z2 make ni r2 cos theta 2 plus i sin theta 2 so kuzidisha eh, maki, tuzidisha kwanza hawa wepesi z1 z2 itakuwa sasa na r1 r2 alafu nabaki hapa hawa kidogo complicated eh, tuna cos theta 1 plus i sin theta 1 eh, zidisha na nani, zidisha na cos theta 2 plus i sin theta 2 so um, z1 z2 sasa itakuwa ni sasa na r1 r2. So ukizidisha hapa, huyu zidisha huyu, unapata ni cos theta 1 cos theta 2 alafu cos theta 1 zidisha huyu kwa jumlisha i tuna cos theta 1 sin theta 2 nakuja huyu na huyu inakuwa ni i um, sin theta 1 alafu cos theta 2, alafu mwisho kabisa jumlisha sasa i na i napata i squared eh? i squared so tuna sin theta 1 sin theta 2 hivyo. Yes. So let us simplify hii hizi i squared by the way ni sana negative 1. Kwa hiyo hapa unaweza kufuta hii i squared. Alafu hapa badala ya plus tukaweka nini? Tukaweka minus. Okay, so hawa ambao hawana i maanake ndio itakuwa ni real part, eh? Na hawa wenye i itakuwa ni imaginary part, basi wenye i tuwaweke pamoja, wasio na i tuwaweke pamoja Yes, kwa hiyo itakuwa ni z1 z2 ni sasa na r1 r2 wasio na i tuaki pamoja. Kwa hiyo kuna huyu cos theta 1 na cos theta 2 minus huyu huku ni sin theta 1 tena sin theta 2. So jumlisha i toa nje ndani tunabaki na huyu anaitwa cos theta 1 sin theta 2 eh. So jumlisha um, tuna huyu anaitwa sin theta 1 cos theta 2 so aote times i kusema close close, then close na aye bracket sasa. um, huyu hapa um, cos theta 1 cos theta 2 e minus sin theta 1 sin theta 2 huyu ni sana nini? Huyu ni sana uchukue cos of theta 1 plus theta 2 e Um, ukisoma kwenye mambo ya compound angles kwenye trigonometry. Alafu huyu muuni huyu hapa ni cos cos theta 1 sin theta 2 jumlisha sin theta 1 cos theta 2, huyu atakwani sana nini? Huyu atakwani sana sin, so hapa tutakuwa tuna theta 1 plus nini theta 2. Yeah, so um, the product now, he product is one z2 itakuwa ni sana r1 r2, so real part yetu hii maake ndo huyo cos theta 1 plus theta 2 eh, alafu tunasema jumlisha aye, alafu huyu ndo tumesema atakuwa ni sin theta 1 plus theta 2. Kwa hiyo this is the product sasa ya zile complex numbers zetu z1 na na z2. Yes, so given z1 ni ni huyu you can remember cos theta 1 plus i sin sint31 na Z2 tulisema ni r 2 e cos theta 2 plus i sin theta 2 eh? Eh? Kwao ukizidisha ndounapata hii Z1Z2. So um, modulus ya Z1 ni r1, si ndio? Modulus ya Z2 ni r 2 eh? Lakini modulus ya Z1, Z2 ni nini? R1, R2, si ndio hapa? Am um, pia argument ya Z1 ilikuwa ni theta 1 si ndio? Argument ya Z2 ni theta 2 eh? Unaweza ukaona hapa chini. Argument ya Z1 ni theta 1, argument ya Z2 ni theta 2 so tumeona argument ya product sasa ya hawa wawili itakuwa ni nini? Itakuwa ni ujumlishe argument hizo mbili theta 1 plus theta 2. So this is multiplication of complex numbers in polar form. Now let us see, learn about division now of complex numbers in in polar form. So kama kawaida let um, Z1 ni sasana r1. Kwa hiyo tuna huyu cos theta 1 jumlisha i sin theta 1. Tena tuna huyu um, R2 hii hapa ni cos theta 2 jumlisha i sin theta 2. Kwa hiyo nikichukua sasa um, nikichukua z1 over z2 maaken sana nichukue r1, so mabano tuna cos theta 1 jumlisha i sin theta 1 so ni divide na z2 ambayo ni r2 mabano cos theta 2 jumlisha i sin theta 2. So kugawanya hizi r ni, ni rahisi tunabaki na r1 over r2. So times kugawanya sasa huyu cos theta 1 plus i sin theta 1 all of this over, so hii ni cos theta 2 jumlisha i sin theta 2 So tulisoma kwenye division of complex numbers, ukitaka kugawanya una multiply na conjugate, onjugate juu na chini. Kwa hiyo itakuwa ni r1 over r2 times cos theta 1 plus i sin theta 1, si ndio? All of this over cos theta 2 jumlisha i sin theta 2. So hii inazidisha sasa na conjugate ya hii denominator ambayo ni cos theta 2 minus i sin theta 2 eh, tena over conjugate tena ya hiyo denominator ni cos theta 2 minus i sin nini theta 2, yeah, so ukizidisha hivi inakuwa ubadilishi kitu eh, kwa sababu hiyo over hii ni 1. Kwa hiyo any number times 1 is is is itself, so this is what we are going to do here. Yeah, kwa hiyo um, Z1 over Z2 itakuwa ni sasa na R1 over R2. So tuanze kuzidisha cos theta 1 times cos theta 2 nitapata ni cos theta 1 cos theta 2. Ngoja ni niandike kwa hivi nafasi hii itoshe. Unajua eh? Naona ni question ndefu alafu nafasi naweza ikawa ndogo. Tuone sasa. So um, cos theta 1 times cos theta 2 napata ni cos theta 1 cos theta 2. Cos theta 1 times negative ile kule i sin theta 2 napata negative i, so tuna cos theta 1 sin theta 2, so positive i hiyo hapo, sin theta 1 times nini cos theta 2, alafu mwisho sasa ni i na i. Eh, so hapa ni negative i squared, so tuna sin theta 1 alafu na sin nini theta 2. Sinkuambia nafasi itakuwa ndogo. Okay, i square ni negative 1, negative na negative ni positive. So i think nafasi tatosha sasa, kwa sababu tutatoa hii i squared, alafu tutaacha nini? Tutaacha positive, so itakuwa ni sin theta 1 sin theta 2. So tuiandike iwe kubwa kubwa ionekane. Um, we have um, sin theta 1 Sin what? Theta 2. Yes, now all of this over, so all of this over um, zidisha huku chini sasa. Cos theta 2 times cos theta 2 napata ni ok, hii chini rahisi, hii ni rahisi hii itakuwa ni kwa sababu nazidisha a complex number and its conjugate kwa hiyo itakuwa ni square of the real part jumlisha m um, square of the what, imaginary part. Yeah. So huku chini cos square theta 2 jumlisha sin square theta 2 ni sana 1, eh? Kwa hiyo tunabaki tu na kule juu. Cos square theta 2 jumlisha sin square theta 2 ni sana nini? Ni sana 1. Kwa hiyo tunabaki tu na kule juu. Kwa hiyo inakuwa ni sasa na r1 over r2. Sasa huku juu ambaye hana i mweke pamoja inakuwa ni cos theta 1 cos theta 2 jumlisha sin theta 1 sin theta 2 so plus i, eh? So tuna huyu hapa ni sin theta 1 cos theta 2 minus huyu huku ni cos theta 1 sin theta 2 hivyo. So huku chini ilikuwa ni achana na hapo. So hii sasa hii, hii cos theta 1 cos theta 2 jumlisha sin theta 1 sin theta 2, hii ni sasa sana cos ya nini? ya theta 1 minus theta 2, alafu tena am um, hii huku sasa hii ni sin theta 1 cos theta 2 minus cos theta 1 sin theta 2, hii ni sasa sana sin of theta 1 minus theta 2, ukitumia knowledge ya compound angles kwenye trigonometry. Maana sasa hapa nitaweka huyu cos of theta 1 minus theta 2, na hapa nitaweka huyu sin of theta 1 minus theta 2. Kwa hiyo am um, kiandika sasa am um, z1 z2 itakuwa ni sasa na r1 over r2, so we have cos this one is theta 1 minus theta 2 eh? jumlisha i this one is sin theta 1 minus what theta 2 yes. So remember Z1 ilikuwa nini? Ilikuwa ni R1 um, mabano cos ya nini? Ya theta 1 jumlisha i sin ya theta 1. Na tena Z2 ilikuwa ni R2 mabano cos ya nani? Ya theta 2 jumlisha i sin ya theta 2, so we can see here, modulus ya Z1 ilikuwa ni R1 si ndio? Modulus ya Z2 ilikuwa ni R2 kwa hiyo module ya huyu z1 over z2 kumbe ni sawa na r1 over r2 hii hapa ambapo, eh, sana useme module ya z1 chini ya module ya nini ya z2. Also, um, argument ya z1 ilikuwa ni theta 1. Argument ya z2 ilikuwa ni theta 2, so baada ya kufanya division hiyo, tumeona argument ya quotient ya z1 na z2 itakuwa ni difference ya argument ya z1 na argument ya z2 ya. So hii sana argument ya z1 minus argument ya nini ya z2. So hii ndo division na ile tuliyoiona pale mwanzo ni multiplication. So once you have this knowledge now you can do examples like this which I'm going to show you very easily. Let's see the examples ya ona, hii sasa umepewa z1 ni ni huyu hapa 12 cos ya 60 si ndio, jumlisha i sin ya 60 alafu z2 umepewa ni huyu 3 cos ya 45 jumlisha i sin 45. Eh swali so nakuambia nipe z1 z2, eh, in part a. Kwa hiyo modulus tunazidisha you can remember, 12 zidisha 3 ni 36, wakati argument tunafanyaje? Tunajumlisha. Kwa hiyo hapa itakuwa 60 plus 45 degrees jumlisha i sin of what? 60 plus 45. Kwa hiyo utaona product hizi z1 z2 ni sana 36 mabano cos ya 105 degrees jumlisha i sin ya nini? 105 degrees. Hivyo ya yeah, so tumezidisha hapo z1 na z2. Tunaweza pia tukazigawanya so ukichukua z1 over z2 hii part B of the question eh. Kwa hiyo modulus tunagawanya 12 over 3 eh. Hivyo, alafu argument sasa tuna subtract. Kweita kwa hiyo itakuwa ni 60 minus 45 jumlisha i sin of what? 60 minus 45 so we get um, z1 over z2 ni sana 4. So itakuwa ni cos of 15 degrees plus i sin of what? 15 degrees. Yeah. So kipengele kipengelesia asema z2 over z1 eh? kwa hiyo z2 over z1 kwa hiyo, badala ya kufanya 12 over 3 nachukua modulus ya z2 ambayo ni 3 over 12, modulus ya z1 and then hapa badala 60 minus 45 inakuwa ni 45 minus what? minus 60 So jumlisha i tutakuwa tuna sin of what? 45 minus 60. So um, hii z2 over z1 itakuwa ni sawa na 1 over 4, hii itakuwa ni cos ya negative 15 degrees jumlisha i sin ya what? Um, negative 15 degrees. Hivi. Sasa, um, cos of negative theta eh? ni sasa tu na cos of what of theta ila sin of negative theta ni sasa na negative sin theta kwa hiyo jibu letu sasa final answer itakuwa ni sasa na ya hizi 2 over 1 itakuwa ni sasa na 1 over 4 mabano so tutakuwa tuna cos ya 15 degrees minus i sin ya ngapi ya 15 degrees this part c So that is z2 over z1. So you can see sasa hivi ninavyofanya haya maswali kirahisi. Let's see another example. So ona hii umepewa z1 ni huyu 2 times cos of 30 plus i sin 30, na z2 ni huyu 3 times cos of 10 minus i sin of 10. Sasa huyu z1 huyu yuko hivyo hivyo cos of 30 jumlisha i sin of 30. Sasa huyu mwenye negative huyu, instead of kumwandika hivi mwandike hivi z2 zi sasa na 3 so cos of negative 10 degrees. Unaona, cos of negative 10 na cos of 10 ni ni kitu hicho hicho, kwa hiyo nikiweka negative 10 sijaribu. So hapa badala minus, weka plus i sin of negative 10 degrees. Umeona mambo hayo. Sasa sin sin of of negative negative 10 ni negative sin of 10. Ndio maana hapo umeona kwa, kwa hiyo hii nilichokiweka hapa, hapa chini ni sawa tu so, zi na, na hichi so, kilichopo hapa kwenye swali. So hivyo sasa ndo napata z1 z2, eh, part a itakuwa ni sasa na nini? Itakuwa sasa na 2 times 3 ni 6, mabano, sasa nimechukua 2 times 3 hapa. Sasa najumlisha cos of 30 degrees jumlisha negative 10 degrees plus i sin of what? 30 degrees jumlisha nini? Negative 10 degrees Hivyo. So you can see kwamba z1 z2 itakuwa ni sana 6, so ukichukua 30 minus 10 napata 20 jumlisha i sin of what? 20. Hii ni z1 z2, eh. So sasa hivi nataka tupate z1 over z2, let's do that one so z1 over z2, so chukua modulus ya z1 ganya kwa modulus of z2, eh Modulus ya z1 ni 2, modulus ya z2 ni 3. Kwa hapa ni 2 over 3, so na, na, na subtract sasa argument. Kwa nitachukua hii ni nini, 30 minus negative 10 degrees. Tupo hapo, eh? Jumlisha i sin of 30 minus negative 10 degrees. So argument ya z2 ilikuwa negative 10, argument ya z1 ilikuwa 30. Kwa hiyo hivyo so z1 over z2 now itakuwa ni sasa na 2 over 3, kwa hiyo itakuwa ni cos of 40 degrees jumlisha i sin of what, 40 degrees. Huyu ni part B ye z1 over z2. Part C sasa anataka z2 over z1, kwa hiyo nachukua modulus ya z2 3, kwa modulus ya z1 So naendelea ku subtract lakini so this time nachukua negative 10 degrees minus 30 degrees jumlisha i sine of what? negative 10 degrees minus 30 degrees kama hivi, so what do I get? I get hii itakuwa sawa na 3 over 2 so i ni cos ya negative 40 degrees, jumlisha i sine ya what? Negative 40 degrees. Hivyo. So what is z2 now over z1 is going to be equal to 3 over 2. So cos of negative 40 ni sasa tuna cos of what of 40, lakini like sin of negative 40 ni sana negative sin of 40. So hii ndo z2 over z1 3 over 2 times cos of 40 minus i sin of 40. You can see it's different na na hii. So but ya mwisho sasa ya swali. Anasema find z1 squared part d eh. z1 squared, so z1 squared ni ngapi? So remember z1 ni nini? Z1 modulus yake ilikuwa ni, ni mbili 2 eh? So ilikuwa ni mbili, cos of what? Of 30 degrees, jumlisha i sin of what? 30 degrees. Hinde z1. Find z1 squared. So z1 squared manake nitazidisha modulus kwanza 2 times 2, 2 times 2, And then nitajumlisha argument. So ni 30 kwa sababu nazidisha na z1 yenyewe argument ni hiyo hiyo. Plus i sin of what? Of 30 jumlisha 30. So, um, z1 squared ni 2 times the modulus of z1 for cos ya nini, 2 times the argument 60 jumlisha i sin ya nini, 2 times the argument of z1 na yenyewe ni 60. So this one is what? is z1 squared. Let me say see you in the next tutorial.